To the two party leaders siku mbili baada ya rais William Ruto kufanya makubaliano na kinara wa ODM Raila Odinga, makubaliano hayo yakiibua maoni kinzani, Rigathi Gachagua akionekana kukashifu makubaliano hayo, amemtaja rais Ruto kama msaliti. Sasa amemeza upinzani, wabunge wetu wote wamepewa pesa, vichwa imeharibika. Kuna mtu naweza ongea William Ruto will do whatever he wants for two years. But the good thing is already for two. Mna musijali? Musijali? I want to assure you Musijali na hii maneno nafanyika. As we are focused and what was happening is a distraction. They are called theatrics. Ni katika ibada hiyo ya kanisa ambapo Gachagua aliibua madai kuhusu kuuzwa kwa ukumbi wa Bomas kwa raia wa kigeni. today as we speak Bomas of Kenya imeuziwa Mturuki. Bomas of Kenya imeuzwa imeenda, ililetwa pale cabinet, nikapinga peke yangu. Imeuziwa Mturuki ambaye ni business partner ya mtu mkubwa sana katika hii serikali. Akikashifu kukamatwa kwa vijana walioandamana nje ya kanisa la Jesus Winners Ministry, Gachagua amewataka vijana wote kote nchini kujiandikisha kama wapiga kura. Ameenda pale kanisani, amewachia kanisa taabu, ati GSU wako pale na malori saa hii, vijana wamekamatwa 38 Because wameenda pale. Sasa that is no longer like a church now. Wandani wake wakiandamwa mwa bungeni, Gachagua kusita kumsuta Rais William Ruto. Hao machairman yote kutoka mlima amefukuza hata kama anasema ni watu ya rigiji, si angetafuta wale ya praise and worship team yake awapatie. We want to call upon the president to stop the purge against the leadership of the Mount Kenya region, even if he has new friends. Those who voted for him, walimpenda amewageuka. Sio Gachagua tu aliyemwelekezea rais Ruto cheche za maneno, ila pia viongozi walioandamana naye. Huyu jamaa alidanganya wakenya wote akawahada kwamba ataweka pesa mfukoni, lakini ameweka pesa mfukoni ama ametoa ile kidogo iliyokuwa imebaki? Yenkitani Ruringia, K24, Nairobi.